Kitabu cha Yudithi sura ya tatu na ya nne. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuri Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa. Naitwa Mwalimu Petro na nawakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Tunaendelea na vitabu hivi vya Deuterokanoni na leo tunasoma kitabu cha Yudithi. Unaweza ukaandaa Biblia yako karibu, itakuwa ni jambo jema zaidi, na pindi tunaposoma pale ambapo utaona kuna mistari imekugusa zaidi au umeielewa kwa mapana zaidi kuliko mingine, jua mahali hapo ndio Roho Mtakatifu anakusemesha kwa wakati huu. Hakikisha umepazingatia, unaweza ukapapigia mstari au ukapa noti pembeni, ukaendelea kutafakari zaidi na zaidi, na kujiombea neema ya kuishi katika hilo neno, maana neno la Mungu usiishie tu kulisoma, bali weka moyoni na uliishi kimatendo. Wapendwa, tusali lituanze rasmi usomaji siku ya leo. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambao unatukutanisha tena watoto wako kwa ajili ya kusoma neno lako takatifu. Tunakuamini Mungu, wewe unatupenda kuliko upeo, na ndiyo maana tunanyenyekea kwako. Katika uwezo wa msalaba tunaomba Roho Mtakatifu utusimamie, tuwezeshe kusoma neno lako na utuwezeshe kulielewa. E Mungu, tupe nguvu na uelewa, ili e, sote tupate kuimarishwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu na watu wote tuseme amen. Wapendwa, leo tutasoma kitabu cha Yudithi katika ile sura ya tatu, tutaangalia juu ya ujumbe wa Holofene atawale nchini, na katika sura ya nne tutakuwa tuna mambo makubwa mawili ya kuyaangalia. Tutaangalia juu ya kamsa katika nchi ya Wayahudi na tutaangalia juu ya Waisraeli wanamlilia Mungu. Naam, tuungane sasa kuanza rasmi usomaji sura ya tatu. Wakampelekea wajumbe na maneno ya amani wakisema, tazama, sisi watumwa wa Nebukadreza mfalme mkuu, tupo mbele yako, ufanye nasi kama inavyokupendeza. Tazama makao yetu na ardhi yetu yote na mashamba yetu ya ngano na ng'ombe zetu na kondoo zetu na mazizi yote ya mahema yetu yako mbele yako uyatumie kama inavyokupendeza machoni pako. Tazama hata miji yetu ni yako nayo, nao wanaoikaa nao, uje uifanye kama unavyoona vyema. Wale watu wakamwendea Holofene wakamwambia hayo yote sawa sawa na maneno hayo. Basi akaishukia nchi ya pwani, yeye na jeshi lake akaweka vikosi vya askari katika miji mikubwa, akachukua watu kadha wa kadha katika miji hiyo wafuatane naye. Wakampokea kwa taji za maua na ngoma na matari, wao na watu wa nchi zote za jirani. Akaiharibu miji yao yote na kuvikata vichaka vya misitu, maana aliamriwa kuiharibu miungu miungu yote ya nchi makusudi mataifa yote wa mabudu Nebukadreza tu na watu wa lugha zote na kabila zote wamwite Mungu wao. Aka, akaende, akaiendea esde, Esdereloni karibu na do, Dotea kando ya milima mikubwa ya Yuda, akapiga kambi kati ya Geba na Bethshenani. Akakaa huko mwezi mzima ili apate kuvikusanya vyombo vyote vya jeshi lake. Sura ya nne. Na wana wa Israeli waliokaa Yuda, walisikia habari za Olofene, jemadari mkuu wa Nebukadneza, mfalme wa Washuri, jinsi alivyowatenda mataifa na jinsi alivyoharibu mahekalo yao yote na kuiangamiza kabisa. Wakaona hofu nyingi juu yake na kufadhaika sana kwa ajili ya Yerusalemu na hekalu la Bwana Mungu wao. Maana ilikuwa ndiyo kwanza warudi kwao baada ya uhamisho wa Babeli na watu wa Yuda wakusanyika pamoja na vyombo na madha, na madhabahu na nyumba yenyewe kutakaswa baada ya kule kutiwa najisi wakapeleka kwenye kila mtaa Samaria Kone na Bethoroni na Belmaimu na Eriko na Choba na Esoro na bonde la Salemu. Wakavishika upesi vilevile vile vya milima mirefu, wakaitia nguvu miji yake na kuweka akiba ya chakula kwa matumizi ya vita. Maana wakati huo mashamba yalikuwa yamekwisha vunwa. Naye Yoakimu kuhani mkuu aliyekuwako Yerusalemu siku zile aliwaandikia watu waliokaa Bethulia na Beto Betomesmaimu, karibu na Esderoli, penye uwanda ulioko karibu na Dothaimu kuagiza wazishike njia za kupandia katika nchi ya milima, maana njia hizo maana njia hizo ni mlango wa kuingia Yuda. Tena ni rahisi kuzuia watu wasipite, kwa sababu njia hizo ni nyembamba na kupitisha watu mmoja mmoja tu, au mwisho wawili na wana Waisraeli walifanya kama Yoakimu kuhani mkuu alivyoagiza wa yeye na baraza la Waisraeli waliokaa Yerusalemu. Na Waisraeli wote walimlilia Mungu kwa bidii sana na kujinyenyekesha mbele zake kwa bidii wao, pamoja na wake zao na watoto na wanyama wao na kila mgeni aliyokuwako kwao, wow, na kila mtu wa mshahara na kila mtumwa aliyenunuliwa kwa fedha walijivika gunia viunoni. na Waisraeli wote wanaume kwa wanawake hata watoto wadogo pamoja na wenyeji wa Yerusalemu walianguka kifudifudi mbele za hekalu wakijitia majivu kichwani na kunyosha mavazi yao ya gunia mbele za Mungu. Wakatanda gunia juu ya madhabahu, na wote kwa sauti moja walimsii Mungu wa Israeli kwa bidii, asiwatoe watoto wao wawe mateka na wake zao wawe nyara, wala wasitoe miji ya urithi wao iharibiwe, na patakatifu pake patiwe najisi na aibu na kudhaikiwa na mataifa. Bwana akaisikia sauti yao akaiangalia dhiki yao, na watu wakaelekea katika kufunga muda wa siku nyingi katika Yuda yote na Yerusalemu, mbele ya patakatifu pa Bwana Mwenyezi. Na Yoakimu kuhani mkuu na makuhani wote waliosimama mbele za mbele ya Bwana, nao waliomhudumia Bwana walikuwa wamejifunga gunia viunoni wakatoa sadaka za kuteketezwa za kila siku pamoja na nadhiri na sadaka za hiari, na walikuwa wamejitia majivu juu ya kofia zao. Wakamlilia Bwana kwa nguvu zao zote apate kuiangalia nyumba ya Israeli kwa wema.